Maziwa mtindi ama yogurt yanaweza e, ina, yakawa ni mazuri lakini pia yanaweza ya kawa ni mabaya kwa mtu ambaye ana changamoto ya acid reflux. Kumbuka acid reflux ni kemikali ambayo kazi yake kubwa ni kuweza kuvunjavunja chakula au chochote ambacho umekitumia ili kuweza kufyonzwa vile virutubisho. Kwa hiyo acid sio tatizo, lakini unapokuwa na acid tumboni ikiondoka katika eneo la kawaida na kwenda kwenye maeneo mengine inakuwa na shida sasa. Tatizo linakuja ni hili hapa. Kama tumbo lako linajaa gesi na kunguruma, linakuwa bloated. Ukitumia yogurt e, wakati mwingine inaweza kasababisha tumbo likafanyaje likajaa. Inapokuwa linajaa ile sphincter muscles ama ile valve ya koo ina relax. Inapokuwa ina relax ina ruhusu asidi kuweza kutoka tumboni na kupanda juu na kusababisha ile ya maumivu, kusababisha hali ya moto kuwaka kifuani pamoja na makohozi kwenye kwa hiyo yogurt ni nzuri ama maziwa mtindi ni mazuri, kwa sababu yanayo probiotic bakteria wazuri ambao wana msaada mkubwa kwenye kutuliza mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ukae vizuri. Ijapokuwa kama una changamoto za tumbo kujaa gesi na kunguruma, ni muhimu umalizane na hizo changamoto eh, unapokuwa unatumia vyakula hivi.